Dokta Rafiki, huduma bora ya afya karibu yako nam. Habari, karibu sana kwenye elimu ya afya na Dokta Rafiki. Leo nataka tuzungumzie kuhusu mabadiliko ya mzunguko wa hedhi, jambo ambalo limekuwa likileta hofu kwa wanawake wengi. Wengine hunitumia ujumbe wakisema, daktari, siku zangu zimeanza kubadilika, mara zinakuja mapema, mara zinachelewa, wakati mwingine damu ni nyingi sana na wakati mwingine ni kidogo sana. Sasa swali kubwa la kujiuliza hapa, je, hii ni kawaida au ni dalili ya tatizo? Sasa kitu cha kwanza unachotakiwa kukifahamu ni hiki mzunguko wa hedhi kubadilika si jambo la ajabu, huwa ni sehemu ya maisha ya mwanamke. Lakini mabadiliko haya yanaweza kusababishwa na sababu mbalimbali, zingine ni za kawaida au zinaweza kuwa sababu zingine ambazo zinahitaji uchunguzi wa kitaalamu. Hebu basi tuziangalie kwa kina sababu hizo, lakini pia hakikisha umesubscribe chaneli yetu ya Dokta Rafiki ili wa kwanza kupata masomo yetu tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana kwa kufanya hivyo na Mungu akubariki. Ok, sababu ya kwanza ni msongo wa mawazo. Unapopitia changamoto nyingi inaweza kuwa kazini, nyumbani, hata katika mahusiano. Mwili wako huanza kutoa homoni zinazohusika na msongo wa mawazo kama kotizo. Homoni hizi zikizidi, zinavuruga mzunguko wa kawaida wa homoni zako za uzazi. Matokeo yake, unaweza kuchelewa kupata hedhi au unaweza kukakosa kabisa. Lakini mara unapopata utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo, mzunguko wako huanza kurudi katika hali yake ya kawaida. Hivyo, hali ya akili na nafasi kubwa katika afya ya uzazi. Sababu ya pili ni mabadiliko ya uzito. Kupungua au kuongezeka kwa uzito kwa haraka kunaweza kuathiri uzalishaji wa homoni. Mwili wa mwanamke unahitaji kiwango fulani cha mafuta ili homoni zake zifanye kazi vizuri. Mwanamke anayepunguza uzito kwa kasi sana au anayefanya mazoezi kupita kiasi anaweza kuona hedhi ikichelewa au kupotea. Vilevile ongezeko la uzito linaweza kuleta matatizo kama insulin kuongezeka mwilini, na hilo linaathiri pia mzunguko wa hedhi. Sababu ya tatu, kuna hali ya kiafya inayoitwa Yaani polycystic ovarian syndrome. Hii ni hali ambapo mayai hayachiwi kila mwezi kama kawaida. Ovari hujaa vimayai vidogo kama vijifuko vya maji, na matokeo yake husababisha hezi isiyo na mpangilio au kukosa kabisa hezi kwa miaka kadhaa sasa. Mara nyingi hali hii huambatana na dalili nyingine kama chunusi kuwa nyingi, vinyweleo kuota sehemu zisizo za kawaida, au kuongezeka kwa uzito. Hii si hali ya kupozia, inahitaji uchunguzi wa kitaalamu, na mara nyingine huhitaji matibabu maalum ili kurudisha hali yako ya kawaida. Sababu ya nne ni uzazi wa mpango: vidonge, sindano au vipandikizi, vyote hivi vinaweza kubadilisha mzunguko wa hedhi. Kwa baadhi ya wanawake, hedhi huja kidogo sana au huacha kabisa kwa muda. Hii si dalili ya ugonjwa, bali ni athari ya kawaida ya homoni. Hata hivyo, kama mabadiliko haya yanakuumiza au kukusumbua, ni vizuri kuzungumza na daktari ili kuona njia gani ya uzazi inakufaa bila kuletea athari za kiafya. Sababu ya tano ni hatua ya maisha ya mwanamke inayoitwa perimenopause. Perimenopause maana yake ni kipindi cha mwanzo wa kukaribia kukoma kwa hedhi. Hii huanza kwa wanawake wengi wakiwa kwenye miaka ya arobaini. Katika kipindi hiki homoni hubadilika taratibu, mzunguko wa hedhi huanza kubadilika. Wakati mwingine unaweza kuwa mfupi, na wakati mwingine unaweza kuwa mrefu, na wakati mwingine unaweza kuukosa kabisa. Unaweza pia kuhisi jasho la usiku, kukosa usingizi au hasira bila sababu. Haya yote hutokea na huwa ni hali ya kawaida wakati wa kipindi hicho, lakini kama yanakuwa na madhara makubwa zaidi ni muhimu kuwasiliana na daktari ili kupata msaada wa kitaalamu wa kupunguza asari hizo. Lakini pia nataka nikushauri jambo la muhimu: mabadiliko yoyote ya hedhi yanayokuwa sio ya kawaida au yanayosababisha maumivu makali au damu nyingi sana, usikae kimya, wasiliana na daktari kwa ushauri zaidi, au unaweza kuwasiliana nami Dr. Rafiki, kwani muda mwingine una uhitaji wa kufanya vipimo vya kuchunguza hormon, ovari, au mfuko wa uzazi ili kujua chanzo cha tatizo lako. Pia kama unataka msaada zaidi au unataka kujifunza zaidi kuhusu afya ya uzazi na afya kwa ujumla Rafiki ili wa kwanza kupata masomo yetu ya afya tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana kwa kuchukua muda wako kunisikiliza, tuonane tena kwenye somo lijalo. Mimi ni daktari wako Dr.